Kuna stori nyingi ambazo zinaendea kuteki headline katika mitandao ya kijamii na moja stori ni kuhusiana na harusi ya Juks pamoja na Pris. Lakini sasa tukiachana na stori hiyo, sasa leo bwana, kuna stori moja kubwa ambayo inamhusu Diamond, na hii ni baada ya mashabiki kuhoji sana kuwa Diamond ataoa lini, ndipo Diamond amevunja ukimya wa kuachia posti za picha ambazo zikimuonyesha yeye na Zuchu wamefunga ndoa, lakini mbali na posti hizo bwana, Diamond ameambatanisha na ujumbe mzito unaosema kwamba miongoni mwa vitu ambavyo nimejifunza ni, ni ukomavu kukaa kimya. Ukomavu huu unataka uvumilivu wa hali ya juu, inataka uwe na moyo wa subira na hasa kukaza roho pindi mtu au watu wanapokuwa wanakupakazia ubaya fulani kwenye jamii, halafu wewe una ukweli wake, lakini unatakiwa ukae kimya, usijibu ili hali ukweli unao ndani. Kwa kweli si jambo jepesi, linataka ustahimivu wa hali ya juu sana na siwezi sema eti na uwezo sana, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu amenijalia hekima hiyo kwa kiwango chake, na nimekuwa nikiishi hivyo kwa muda mrefu, kukaa kimya pindi yote akijaribu kusema lote dhidi yangu. Na ndiyo maana hata interview nimekuwa naepuka kufanya siku hizi, japo jam, si jambo jepesi, lakini faida yake nimeiona na ni kubwa sana, maana vita yako inakuwa unapambaniwa na Mwenyezi Mungu na inakufanya uwe, na uwe mshindi kila siku na alimalizia kwa kusema kuwa kwamba kila mmoja wenu anap, anapita tofauti tofauti sana kuhusiana na Diamond na kuoa, lakini nataka leo niwaambie kuwa Diamond Platnumz alishawahi kuoa na kuna siku nitawaambia ili kuaje, lakini mbali na yote bwana ni kumekuwa na mizozo mingi ambayo mashabiki wameibuka na kudai kuwa kwamba ni kiki, ni vitu kama hivyo, kwamba hakuna ukweli wowote ni hivyo, lakini sasa sisi Chapesa Media tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakupa full story, kwamba nini kitaendelea katika hii story. Sasa cha kufanya wewe ni kuendelea kusubscribe YouTube channel yetu kama Chapesa Media, na kwa ajili ya kupata updates mpya. Jina langu ni Leila Wambura. See you next time. Bye bye.